Hello, naitwa Dr. Thomas kutoka Miravil kliniki ya kinywa na meno. Uh, leo nitazungumzia mada inayosema sababu za mpangilio mbaya wa meno. Uh, mpangilio mbaya wa meno una sababu nyingi. Uh, ya kwanza kuna sababu ya kulisi kutoka wazazi. Uh, mtoto anaweza kalisi mpangilio mbaya wa meno kwa namna fulani kutoka wazazi. Mfano, anapolisi maybe taya kubwa kutoka kwa mama na meno madogo kutoka kwa mama, kwa baba katika mfumo huo kapelekea meno kuwa na mpangilio mbaya, au taya likawa dogo meno yakawa makubwa kutoka wazazi wake, pia kapelekea mpangilio mbaya wa meno. Lakini pia kwa sababu zingine ambazo zinatokea kimazingira, hasa kwa meno, mfano meno, mfano kutoboka, mtoto mdogo inapong'olewa mpmatwa mapema, kapelekea mpangilio mbaya kwa meno ya ukubwani yanapokuwa yakiota lakini pia kuna meno ambayo yana ya utoto yanapokaa muda mrefu bila kutoka menyewe, hivyo inatokea meno ya, ya kubwani yanaota katika sehemu za pembeni au nje ya eneo ambayo yalipasa kuota, kwa hiyo inapelekea pia mpangilio mbaya wa meno. Lakini pia kwa sababu zingine, mfano tabia za watoto za mbalimbali, mfano kunyonya kidole, lakini pia kutoa ulimi nje, lakini pia kung'ata kucha inaweza kupelekea mpangilio mbaya wa meno lakini pia kuna maradhi mengine ambayo yanapelekea mpangilio mbaya wa meno. Mfano, watoto ambao wanakuwa na mfumo mbaya wa hewa, wa wa hewa wa kupumuaji wana inapelekea kumlia kwa mdomo, hivyo kufanya pia ulimi wao wanavyoweka unapelekea mpangilio mbaya wa meno. Lakini pia kwa sababu zingine za mpangilio mbaya wa meno, watu ajali, na ambao wana da taya, mbaya wa meno katika taya ambao wanapata ajali inapelekea pia mpangilio mbaya wa meno. Lakini pia kuna ambao wanadaliwa watoto wakiwa na shida kwenye taya zao pia inapelekea mpangilio mbaya wa meno. Asanteni. Miravil Specialized Dental Clinic, the dentists you can trust.